Hujambo na karibu katika rubaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio mimi ni Awadh Rashidi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameambia shirika la habari la ABC News kuwa msaada uliotolewa na aliyekuwa rais wa zamani wa Marekani Joe Biden kwa Ukraine sasa umebadilishwa na Rais Donald Trump na utapelekwa Mashariki ya Kati badala ya Ukraine. Kifurushi cha msaada ambacho Biden alikiidhinisha kilijumuisha maelfu ya makombora kuzuia ndege zisizo na rubani pamoja na kupambana na droni za kivita za Urusi. Zelensky amesema msaada wa Marekani ni muhimu kwa nchi yake ambayo sasa inapambana kuzuia droni za Urusi peke yake. Kwa sasa tuna matatizo mengi ya kukabiliana na droni za Urusi Jevan-2, ambazo ni jamii moja na zile za Shahidi zinazotengenezwa na Iran, Zelenski alisema. Waziri wa ulinzi wa zamani wa Marekani Lord Austin aliahidi kuipa Ukraini zaidi ya makombora elfu ishirini ya kudungua ndege zisizo na rubani za Urusi. Leo asubuhi waziri wangu wa ulinzi aliniambia Marekani ilihamisha ule msaada wetu kwenda mashariki ya kati, Zelensky alimwambia mtangazaji wa ABC News na kuongeza kuwa bila msaada wa kijeshi wa Marekani, Urusi ina nafasi kubwa kushinda vita na hasara ikawa upande wa Ukraine. Mapema jarida la The Wall Street Journal nalo lilitangaza kuwa Wizara ya Ulinzi ya Marekani iliagiza teknolojia juu zaidi ya kuzuia makombora ipelekwe kwenye vikosi vyake vilivyopo mashariki ya kati. Trump amekuwa akipinga msaada kwa Ukraine na badala yake amekuwa akizisukuma kwenye meza mazungumzo za Urusi na Ukraine. Hata hivyo, mapema ndani ya wiki jana, rais huyo alisema ni bora pia kuziacha nchi hizo mbili kupigana kwanza kabla ya kuzipatanisha. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Pete Hegseth, ambaye amekuwa mkosoaji mkubwa wa utawala wa Ukraine, aligoma kuhudhuria mkutano wa NATO uliolenga kuratibu msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Kwa mujibu wa The Wall Street Journal, utawala wa Trump umerithi ahadi za kuipatia Ukraine msaada wa kijeshi wenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 3.85 hata na hivyo mpaka sasa imejizuia kufanya hivyo na wakati hayo wakijiri, duru zinaarifu kuwa moja ya kampuni kongwe za magari ya Ufaransa zinataka serikali ya nchi hiyo kuruhusu kuanza kutengeneza ndege zisizo na rubani kwa ajili ya Ukraine. Katika taarifa yake, kampuni ya Renault imesema tumewasiliana na wizara ya ulinzi wa Ufaransa kuhusu uwezekano wa kutengeneza drones si Ukraine. Majadiliano yanaendelea na hakuna uamuzi uliochukuliwa katika hatua hii na tunasubiri maelezo zaidi kutoka wizarani. Sehemu ya taarifa kampuni hiyo ilisema, waziri wa ulinzi wa Ufaransa Sebastien Lecornu amekiri juu ya uwepo wa mpango huo, akiueleza kama mpango wa ushirikiano ambao haujawahi kushuhudiwa kabla. Tutaanza kitu ambacho hakikuwahi kushuhudiwa kabla, tutaandaa njia za utengenezaji wa drone nchini Ukraine. Kampuni la Renault linatarajiwa kutengeneza darzeni ya drones likishirikiana pia na kampuni jingine la Delair ambalo litaunda drone za ujasusi zitakazotumiwa na vikosi maalumu vya Ukraine. Leon ameeleza mpango huo kuwa wa win-win ambao utaepusha wanajeshi wa Ufaransa kutumwa nchini Ukraine. Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov amesema mipango hiyo ya Ufaransa ni majaribio zaidi ya kuhujumu mazungumzo ya kusaka amani katika mzozo wa Ukraine yanayoendelea huko nchini Uturuki. Wakati hayo akijiri wa makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema chini ya utawala wa Rais Joe Biden Marekani ilitumia pesa nyingi hovyo kabisa kwa ajili ya Ukraine bila fikiria njia nyingine ikiwemo za diplomasia. Mapema mwaka 2025, Rais Donald Trump alianzisha tena uhusiano wa kidiplomasia na Moscow ambao Rais Joe Biden aliupunguza toka taifa la Urusi kuanzisha operesheni yake maalum ya kijeshi mwaka 2022. Kilichotokea chini ya utawala wa Biden ulikuwa ni ukichaa, walikuwa wakitumia pesa nyingi sana kote duniani bila kujishughulisha na diplomasia hata kidogo. JD Vance alisema, na kuongeza Ukraine zaidi ya dola bilioni mia tatu huku rais akishindwa kutafuta njia zozote za kidiplomasia kukabiliana na mzozo. Makamu huyo wa rais wa Trump alikazia hata zaidi kuwa zogo la Urusi na Ukraine ndilo jambo baya zaidi ambalo Marekani haikupaswa kujihusisha nalo, labda tu kwa kutafuta suluhu. Utawala wa Trump umepatiliza diplomasia zaidi, hali iliyopelekea Moscow na Kyiv kurudi tena mezani kusaka suluhu huko Istanbul, Uturuki. Mnamo mwezi Aprili, Rais Donald Trump alisaini mkataba mkubwa wa kuchimba madini nchini Ukraine kama sehemu ya kurudisha msaada wa kijeshi ambao Marekani uliotoa kwa Ukraine. Sera ya Marekani kwanza, Rais Trump, inatofautiana pakubwa na sera ya kigeni ya muda mrefu ya Marekani, na makamu wa Rais JD Vance amesema muda wa Marekani kutojihusisha na mizozo ya sehemu nyingine duniani umefika. Pamoja na hayo, katika kura ya maoni iliyoendeshwa na shirika la Levada linalofadhiliwa na nchi za Magharibi limesema wananchi wengi wa Urusi sasa hawaioni Marekani kama adui yao namba moja kama ilivyo katika kipindi cha miaka 13 iliyopita. Kwa mujibu wa matokeo ya kura hiyo ya maoni, ni asilimia 42 ya wananchi wa Urusi walioiona Marekani kama adui yao namba moja, idadi sawa na hiyo ikishuka kutoka asilimia 36 ya mwaka jana. Mtazamo wa Warusi kuhusu Marekani ulibadilika baada ya Rais Donald Trump kurejea madarakani mapema mwaka huu na kuongoza juhudi za kidiplomasia za kupatanisha Ukraini na Urusi. Kwa mujibu wa utafiti huo, Warusi sasa wanaiona Ujerumani kama adui yao namba moja kwa asilimia 56 ikifuatiwa na Uingereza kwa asilimia 49 na Ukraini kwa asilimia 43 kisha Marekani inayoshika nafasi ya nne kwa asilimia 40. Kabla ya mzozo wa Ukraini kuzuka, ni asilimia 16 tu ya Warusi walioiona Berlin kama adui yao namba moja. Kituo cha Levada kiliongeza chansela mpya wa Ujerumani Friedrich Merz amezidisha mzozo kufuatia matamshi ya ya chuki dhidi ya Urusi na kutangaza kuongeza msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Mwezi uliopita, Merz alisema Ukraine ilikuwa na ruhusa ya kutumia silaha iliyopewa na Ujerumani kushambulia hadi sehemu za ndani za Urusi, jambo ambalo Moscow imeliita kama ushiriki wa moja kwa moja Ujerumani katika mzozo unaoendelea hivi sasa. Katika hatua nyingine ya utafiti huo, Warusi sasa wanaziona nchi za Belarus kama rafiki yao ikishika kinara kwa asilimia 80, Uchina ikifuatia kwa asilimia 64, Kazakhstan kwa asilimia 36, India kwa asilimia 32, na Korea Kaskazini kwa asilimia 30. Na jeshi la anga la Ukraini limesema Urusi imerusha droni 479 nchini humo usiku wa kuamkia leo, katika mashambulizi makubwa kuwa kushuhudiwa katika vita hivyo. Pamoja na droni, makombora mengine 20 ya aina tofauti tofauti pia alivurumishwa katika maeneo mengine ya kati na magharibi mwa Ukraine. Hata hivyo, jeshi limesema lilifanikiwa kudungua droni 277 pamoja na makombora 19 na kwamba ni droni kumi tu zilizopenya na kulenga maeneo yaliyokusudiwa na Urusi. Haikuwa rahisi kuthibitisha madai hayo ya Ukraine, lakini kwa kawaida mashambulizi ya anga ya Urusi huanza jioni na kumalizika mapema alfajiri, kwa sababu inakuwa vigumu kuzibaini droni zikiwa gizani. Urusi hivi karibuni imekuwa ikishambulia Ukraine kwa droni aina Shahidi katika vita vyake vilivyodumu zaidi ya miaka mitatu, mashambulizi hayo yakisababisha mauaji ya zaidi ya watu elfu kumi na mbili hii ikiwa kulingana na takwimu Umoja Mataifa. Urusi kwa upande wake imesema inalenga tu miundombinu wa kijeshi na sio maeneo ya raia. Na Irani, kupitia msemaji wake wa wizara ya mambo ya kigeni Ismail Baghaei, imesema hivi karibuni itawasilisha pendekezo la kupinga makubaliano ya nyuklia na Marekani baada ya kusema kuwa pendekezo hilo lina utata. Hivi karibuni tutawasilisha pendekezo letu kwa upande mwingine ambao ni Marekani kupitia Oman mara tu litakapokamilika. Ni pendekezo la busara lenye mantiki na lisiloegemea upande wowote, na tuna kwa dhati kwamba upande wa Marekani utathmini fursa hii. Hakika ni kwa manufaa ya Marekani kuzingatia kwa uzito pendekezo hili, Baghai alisema akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari. Baghai amegusia maendeleo ya, ya hivi karibuni juu ya mazungumzo ya nyuklia sio ya moja kwa moja kati ya Tehran na Washington, na kueleza kuwa pendekezo lolote lisilozingatia maslahi ya taifa la Iran alikubariki, haiwezi kusemwa kwa vyovyote vile kwamba kila nchi inayojihusisha na, na kurutubisha uran lazima iwe na mpango wa silaha. Hivi sasa nchi nyingi ikiwa ni pamoja na a washirika wa Marekani zinajishughulisha na kurutubisha madini hayo, lakini hazina mipango yoyote ya kijeshi au silaha, mwanadiplomasia huyo mkuu wa Irani alisema na kuongeza, teknolojia hii kiasili imestawishwa kupitia miongo kadhaa ya juhudi endelevu za wanasayansi wa Iran na kwa vyovyote vile sio mada iliyo wazi kwa majadiliano au maelewano kwa wakati huu. Sina chochote maalum cha kueleza waandishi wa habari kuhusu duru ya sita mazungumzo. Ikiwa uamuzi utafanywa tutatangaza baadaye, alisema Bagai. Kwa upande wake, spika bunge la Iran amesema pendekezo la Marekani lililo na utata lilikosa kujumuisha kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi ambalo ni sharti muhimu kwa Iran. Marekani na Iran zimekuwa na duru tano za mazungumzo tangu mwezi April ili kuwa na makubaliano mapya ya nyuklia kuchukua nafasi ya makubaliano aliyofanyika awali na mataifa alio na nguvu duniani, ambayo rais wa Marekani Donald Trump alijiondoa katika makubaliano hayo wakati wa awamu yake ya kwanza kama rais mwaka elfu mbili na kumi na nane. Mahasimu hao wawili wa muda mrefu wamekuwa katika mvutano mkubwa kuhusu urutubishaji wa madini ya urani ya Iran, huku jamhuri hiyo ya Kiislamu ikisema ni haki yake kurutubisha madini hayo na Marekani nayo na ikielezea hali hiyo kama ya kuvuka mstari mwekundu. Na Iran imeonya kuwa itachukua hatua za kulipiza kisasi endapo bodi ya magavana ya wakala wa kimataifa wa nishati atomic itapitisha azimio dhidi yake katika kikao chake cha Jumatatu. Hiyo ni kauli ya msemaji wa shirika la nyuklia la atomic la Iran, behruz katika mahojiano ya televisheni ya Iran alipoulizwa kuhusu msimamo wa Teheran iwapo azimio hilo litapitishwa, kama livandi amesema matarajio yote kutoka kwa wakala huyo wa nishati kuhusu kuendelea kwa ushirikiano mpana na wa kirafiki kutoka jamhuri ya kiislamu ya Iran hayataweza kutimizwa. Kalivandi amefafanua kuwa Irani tayari imewahi kutoa onyo kabla ya kupitishwa maazimio dhidi yake miaka ya nyuma, na wakati indhari yake haikuzingatiwa, matokeo yake yalikuwa ni pamoja na kuongezeka mara saba uzalishaji wa Iran iliorutubishwa kwa kiwango cha asilimia 60. Aidha, amesema kuwa Tehran tayari imeandaa orodha hatua itakazochukua iwapo azimio hilo litapitishwa katika kikao cha leo. Amesisitiza kuwa Iran haijawahi kurutubisha urani kwa kiwango kinachozidi asilimia 60, na kwamba ongezeko la muda mrefu lililotokea lilisababishwa na changamoto za ufundi. Kulingana na Kalivandi, mataifa ya Ulaya yanajaribu kushinikiza kupitishwa kwa azimio hilo kwa lengo la kuanzisha tena utaratibu wa vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Iran miezi ijayo. Hii inaripotiwa kuwa nchi tatu za Ulaya kwa maana ya Uingereza, Ufaransa na Ujerumani zimeandaa rasimu ya azimio itakayowasilishwa mbele ya bodi ya magavana hiyo, ikiweza kufungua njia kurejeshwa vikwazo vyote vya umoja huo dhidi ya Iran chini ya makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 kabla ya muda wa utaratibu huo kumalizika mwezi Oktoba. Na waziri wa mambo ya kigeni wa Irani Abbas Arghachi amesema kuwa Tehran iko tayari kupanua uhusiano na nchi za Ulaya hususan Italia lakini kwa sharti la kuheshimiana na kulindwa kwa maslahi ya pamoja. Aragchi ameyasema hayo alipokutana na katibu mkuu wa wizara ya mambo ya nje ya Italia Riccardo Guariglia ambaye yupo mjini Teheran kushiriki duru ya tano ya mashauriano ya kisiasa baina ya Irani na Italia. Amesema Irani na Italia zina uhusiano wa kiundani na wa kidugu katika nyanja zote za kisiasa, kiuchumi na kiutamaduni. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Irani ameongeza kuwa mashauriano ya mara kwa mara ya kisiasa kati ya Teherani na Roma ya yatakuwa na nafasi muhimu na yenye ufanisi katika kukuza uelewa mzuri wa misimamo na mitazamo ya pande mbili. Hii itazisaidia nchi hizi mbili kuimarisha uhusiano wa pande zote na kukuza utulivu na usalama katika ngazi ya kikanda na kimataifa. Naibu waziri wa mambo ya kigeni wa Iran anahusika na, na masuala ya siasa Majid Takarvachi tak aravachi na Gwagila waliongoza duru wa tano wa mashauriano ya kisiasa baina ya Teherani na Roma. Na huu ndio mwisho wa taarifa za dunia. Mimi ni Awad Rashid, usisahau kusubscribe chaneli yetu ili kupata taarifa ifa mara kwa mara.